Unasikiaje? Nilikuwa yeah. yeah. mm -hmm. na tonsi ambazo ziko pembeni mm -hmm. na upande huu huko lakini. Toka yani, nilikuwa kazini, wenzangu wanambia Mbaga, mbona inaendelea kuzidi hiyo tonsi? Sasa wakati nilivyokuja, nimekanyaga hapa, naona imeishashanyatoka mm -hmm. imeisha. Nilivyoingia hapo, nilikuwa nashikashika, naona kama imenyua, sioni tena mm -hmm. mazingira haya patia Ilikuwa so, ni upande huu hapa na nyingine hapa. Hii huku si yenyewe. Msioni tena. Msioni tena. Zimenywea. Zilikuwa zimevimba sana. Sana. Lakini baada ya kuja nyumbani mwa Bwana, kanyaga tu pale tayari naona zime. Zikakauka. Zimenywea. Zikajiondoka. Ni kweli hii hapa oneni. Inaonekana kwa mbali sana. Hmm. kama ilikuwa ni upande ule Namshukuru Mwenyezi Mungu, kanyaga hapa kwa kweli Tonsesi imeisha, shingo yangu imekaa vizuri. Wazangu wanafanyiwa operation, mi nilikuwa nawaza, lakini sasa hivi naona hapa kabisa, imenywea, imenywea. Mtumishi mm, yani wa Bwana kabisa. Nashukuru Mungu kwa hilo, hiyo operation imefanywa hapo. Kuna dada amenileta huyu hapa, tonsesi ipo, ipo hii, nilikuwa nakwambia hii walikuwa ulikunaziona, sasa hazionekani. Mpiga Yesu makofi mazuri, ndivyo Yesu anavyoponya watoto wake. Na mshukuru Mungu. So napokuja mbele za zake Yesu kwa imani naponya, hata kabla hujakutana nami mm -hmm. Amina. Acha ukasome kwa damu ya Yesu. Yesu. Kwa damu ya Yesu. Funguliwa kombora kwa damu ya Yesu. Kwa Yesu. Fungura kwa damu ya Yesu. Na awekwe huru kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, gusa maisha ya binti huyu. Umfungulie milango popote alikuwa amefungwa, achilie kwa damu ya Yesu, akapate upenyo, akashinde vita vyake vyote kwa damu ya Yesu. Amen. Amka binti.

Ombura kwa damu ya Yesu, nawakahuri kwa damu ya Yesu. Amina, amka. Yameisha.